Sasa wengi tukawa tunafikiri huyu bwana amechaguliwa kuwa mneki eh, inawezekana hapa katikati akaanguka, utendaji wake uaminifu wake ukazidi kutushangaza. Ilipofika elfu mbili na ishirini na mbili, mpaka kuta za chama cha mapinduzi mkoa wa Singida, mpaka na miti kama ambavyo Yesu alikuwa anaenda kule, kule Jerusalem, wote kwa kauli moja tukakubaliana Msita arudi kuwa mneki. Mpigeni makofi! Nataka niseme hili ili muone ninyi wenyewe kwamba ni mpango wa Mungu yeye mwenyewe. Sasa mwezi wa saba, nafikiri mnafahamu wale wa, wa, wa, wapelelezi wawili eh, Joshua na Caleb walitumwa waende Kanaani wachunguze ile nchi kwa sababu ni nchi yenye maziwa na asali. Sasa tukiwa kwenye gari, na mimi ndio naendesha gari yeye amekaa pembeni akaniambia, bwana, unajua mimi eh, kesho naenda nachukua fomu ya ubunge. Sasa mimi nikawa Caleb, nikamwambia ndugu yangu, hawa watu warefu wakubwa namna hii, na wewe ni mfupi, umenipita hata mimi sasa itakuwaje, siwatakupiga so, mara moja akaniambia hapana, Mungu yuko na mimi. Na nataka niwaambie hili, hujanipa ruhusa, lakini sasa inabidi niseme kwa sababu hata nikiandika ki kitabu nitasema tu mbele ya Mwenyezi Mungu aliye hai. Nimesimama hapa mbele yenu, siku moja kabla ya kuchukua fomu Yohana Stephen Msita hakuwa na hela ya kuchukulia fomu. Nataka niwaambie mjue kwamba ni Mungu yeye mwenyewe aliwaamulia Wanaitigi kiongozi wao. Asubuhi na mimi nilipanga nikachukue fomu Singida mjini. Mimi nikasema nitachelewa, wacha nichukue ya kwangu hela nimpe yeye ndo akachukue. Asubuhi Mungu akawa mwema, tukapata ile laki tano tukaenda tukachukua fomu. Mchakato ulivyozidi kwenda, mimi ile siku ya uchaguzi, kwa sababu mimi nilienda enda kidogo, mbegu yangu ikadondokea kwenye mwiba, haikuota. Ya kwake ikaenda kwenye udongo mzuri. <laughs> <laughs> Mara yake eh, majina yale yamerudi, nikaangalia la kwangu nikaona halipo, nikasema au labda miwani sioni vizuri, nikatoa nikaosha, nikachunguza, sioni lakini la kwake ikawa rahisi kuliona. Sasa si alipanda mbegu kwenye udongo mzuri, na ndio ikaota haraka ikamea, si ni kweli eh. lakini ile siku ya uchaguzi mimi nikafunga, nikamwambia Mungu, kama wewe umetaka Msita awe sasa saa mbili nikawa simpatipati, akaanza kunitumia matokeo ya hizi kata mbili. Nikasema Mungu wewe unaishi, na kwa kweli Yohana akashinda. Mpigeni makofi. Sasa hili analolifanya leo ni mpango wake wa Mungu, wakati tunaenda kuanza kusoma digrii ya pili. Manake Msita ana digrii ya pili, na sasa ameshajiandikisha kwenye digrii ya tatu Yaani shahada ya uzamivu au PhD. Mambo yake yalikuwa ya ajabu. Na hapa Dodoma sio mbali, mnaweza mkaenda kuuliza eh, ile college alikuwa anasoma. Sasa mna mbunge msomi, mna mbunge kijana wenu, mna mbunge mzalendo. Mwaka 2022 Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi aliteua jina la Msita kugombea ujumbe wa kamati kuu ya CCM, nafasi ambayo wote mnafahamu ni ya juu sana. Sasa mimi sina mashaka na uwezo wake. Ninyi hapa mpo, kazi yenu kubwa ni moja. Jambo la kwanza muombee kwa Mungu na mwambie Mungu amtangulie. Na mimi ningependa, mmempata mbunge kijana Mpeni ushirikiano na huyu, bado ni kijana mdogo na ni kijana wenu. Hii ndiyo awamu yake ya kwanza na ameanza vizuri, na sisi tunataka tuyaone maendeleo, na sisi marafiki zako tutakusisitiza sana ili ulete maendeleo, kwa sababu tunataka elfu mbili na thelathini wala kazi isiyo kubwa, kazi iwe ndogo, urudi mara ya pili, tuanze kuona mambo yanavyoenda sawa sawa.